Kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanamichezo wanapaswa kujipanga vizuri sana ili kuendelea na mazoezi bila kuathiri afya na utendaji wao. Hapa kuna mambo muhimu wanayoweza kuyafanya na michezo. Jambo la kwanza ni kupanga ratiba ya mazoezi. Mazoezi mepesi ni kabla ya iftari, kama kutembea, kukimbia polepole pole, au mazoezi ya kunyosha misuli ndani ya dakika 30 hadi 60 kabla ya kula iftari. Mazoezi makali ni baada ya iftari, yanaweza kufanyika ndani ya saa moja hadi mbili baada ya kula iftari. Wakati huo mwili unakuwa na nishati na maji ya kutosha. Kupunguza muda wa mazoezi: badala ya mazoezi ya muda mrefu, wanamichezo wanaweza kufanya mazoezi mafupi lakini yenye ufanisi mkubwa. Jambo la pili, kula lishe bora. Daku, kula vyakula vyenye wanga ngumu kama viazi, mtama, wali wa brown na pia protini kama mayai, nyama au maharagwe ili kutoa nishati ya muda mrefu. Futari huanza na maji na tende ili kurudisha nguvu haraka. Kisha kula vyakula vyenye virutubisho vyote, carbohydrate, protini na mafuta mazuri. Epuka vyakula vizito vyenye mafuta mengi, hivi vinaweza kusababisha uzito mwilini na kuchosha mwili kwa haraka. Unywaji wa maji: kunywa maji mengi kati ya iftari na dako ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Jambo la tatu na la mwisho, kulinda afya na nguvu. Kulala vya kutosha: panga muda mzuri wa kulala ili kuruhusu mwili kupata nafuu. Kuepuka jua kali: wanamichezo wanaofanya mazoezi nje wanapaswa kujiepusha na jua ili kupunguza hatari ya upungufu wa maji mwilini. Kusikiliza mwili: kama unahisi uchovu au dalili za upungufu wa maji mwilini, ni muhimu sana kupunguza mazoezi au kupumzika kabisa. Kwa kuzingatia haya, wanamichezo wanaweza kufanikisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani bila kuathiri utendaji wao wa michezo. Ramadan Karim, Ramadan mubarak, Ramadan nikutakie, Ramadhan karimu, Ramadhan mubarak, Ramadhan makbur. Mimi ni Zaituni Yasin. Makala hii imeandaliwa na Joseph Mshanga